Kwa familia zilizowapoteza wapendwa wao wakati wa maandamano nchini. Aidha, katika hafla ya kumkumbuka hayati Raila Odinga iliyoandaliwa eneo bunge la Awendo, viongozi wa ODM wamesema kuwa japo kuna kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga jopo lililobuniwa na Rais William Ruto, mahakama iweke haki ya waathiriwa mbele ili familia hizo zipate fidia kwa haraka. Stephen Leto anatuarifu zaidi <muchas> Cha chama cha chungwa kilitua eneo bunge la Awendo. Gavana <mimitation> Ochillo Ayacko wa Migori na mbunge wa Awendo Walter Owino wakiwa wenyeji wa maelfu ya wanachungwa waliofika kumkumbuka kinara wao hayati Raila Odinga katika uwanja wa Sony <mimitation> jambo la fidia kwa waathiriwa wa maandamano kuanzia mwaka wa 2017 likitawala hapa, huku viongozi wa ODM wakiitaka serikali kutekeleza ajenda kumi iliyotiwa sahihi na Odinga. Na mimi nataka niombe our courts, our judiciary, our people who are hurt, the victims of post-election issues are waiting, wanangoja compensation na baba pamoja na the president they put together the committee under professor Makau Mutua to handle compensation. Watu wakaenda mahakama wakasimamisha hiyo maneno. Mimi naomba mahakama imalize hiyo kesa haraka, ili vijana yetu ambayo wameumia hapa Migori, wameumia Homa Bay wameumia Kisumu, wameumia Siaya, wameumia Mombasa, wapate pesa yao. Wabunge wa ODM waliofika hapa wakiahidi kuwa wataharakisha uidhinishaji wa bajeti ya ziada ambayo itawapa pesa za fidia kwa waathiriwa. Mahakama Kuu ya Kerugoya ilizuia kwa muda serikali kutekeleza utoaji fidia. Wale wanatuimbia two term ama one term, our our two terms will be based on how Kaimu kiongozi wa chama hicho Daktari Oburu Oginga aliwataka wenyeji wa Migori kukuza chungwa na kukumbatia utamu wake hadi uchaguzi wa mwaka wa 2027. When it came to issues ambaye inahusu wananchi Raila hakukuwa na compromise yoyote. Baba started ODM and ODM means Orange Democratic Movement. Underline the word movement, movement. Stephen Leto, runinga ya Citizen.